Wakati wa Kenya wakitamani huyu mwamba mwite mtu wao, siye wabongo ndo kwanza tuko bize, hatutaki hata kupa jua kwao. Si wanasemaga mtu kwao ila, hapa yale maneno ya wahenga, nabii hakubariki kwao. Nafikiri amepata makao. Anaitwa Zero Blena, unaweza mwita Zero Brenero. Atoki Kanairo, ni hapa hapa bongo hupatikanapo mlima Kilimanjaro huyu mwamba anagambambamba mba. Maisha yake si ya kujigamba huwezi, mkuta akitambaa akipiga soga. Ni mwamba wa soka kutwa kucha, huliishi soka, sio kosa ukimwita chizi soka, maana ndoto yake ilikuwa kucheza boli tena internationali, ila mazingira ya homu hayakukubali basi bana, umri ukaendelea kusonga huku akiendelea kulisakata kabumbu la mtaa, ndoto za kukipiga internationali ndo hivyo zikielekea kuzima kama mshumaa lakini ndo hivyo alipangalo Mola, mwanadamu ni nani apinge? Mungu ana maguvu bana. Kupitia soka la mtaa, ufundi wa mtaa, mwamba katua mpaka kwa Madiba. Sio kusain na Kaiza, nononono no, no, no. kuchukua tuzo kubwa, tuzo ya TikTok sports creator of the year 2024 oya, haikuwa rahisi kutoka sitimbi kwenye vitimbi mpaka kuwa binadamu wa kwanza tangu kuumbwa kwa ulimwengu wa TikTok Tanzania mwenye wafuasi wengi zaidi akiwa na jumla ya wa wafuasi milioni kumi na nne. Hiki si kijiji wala si mkoa, yani ni sawa tuseme wananchi wote wa nchi ya Rwanda na Njombe kama kifungashio, wamemfolo mwenetu <laughs> sio mchezo kiukweli. Kazi umeifanya, zero blaina, sisi kama supertrof maua yako tunakupatia basi, hayo chukua. Mimi naitwa Dennis Dinominator. Kama ndo kwanza unasikia sauti hii, basi fanya kuufolo ukurasa huu kwa stori nyingi zaidi za kimichezo zilizojaa burudani ndani yake. Mtengeneza maudhui maarufu katika mtandao wa TikTok Zero Blaine, ambaye anatengeneza kontenti za michezo ambazo zina comedy ndani yake, anaendelea kuvunja rekodi katika mtandao wa TikTok kwa Tanzania. Amefikisha jumla ya followers ama wafuasi milioni 13 na laki tisa katika mtandao wa TikTok. Zero Brain anakuwa ni binadamu wa kwanza kutoka Tanzania kufikisha wafuasi milioni 13 na laki tisa katika mtandao wa TikTok akiwa na jumla ya likes milioni 128 na viewers bilioni tatu na milioni mia saba. Total viewers, yani viewers wa video zake zote tangu aanze kuposti video katika mtandao wa TikTok, amefikisha jumla ya bilioni tatu na milioni mia saba viewers. Lakini pia Zero Brain hajaishia kuwa na namba kubwa katika mtandao wa TikTok pekee, lakini ukipita katika ukurasa wa Instagram pia anawafuasi milioni mbili na laki nane, huku akiwa amewafikia watu milioni hamsini na tano, yani reach ya Instagram yake inasoma milioni hamsini na tano Ukija katika upande wa YouTube ana subscribers milioni mbili na laki tatu, huku akiwa na total views ama viewers wa jumla katika video zake zote za YouTube bilioni moja na milioni mia mbili. So ni Mtanzania ambaye anaopiga mwingi katika mitandao ya kijamii kiukweli. Anastahiri kupewa maua yake akiwa bado yuko hai. Big shout out kwako zero blain, endelea kuiwakilisha Tanzania katika mipaka ya Tanzania na nje ya Tanzania. Sisi kama Super tutaendelea kukupongeza kwa kazi kubwa ambayo unaifanya kuhakikisha unaitangaza nchi ya Tanzania kupitia maudhui yako ya sports. Kamanda kwanza, unasikia sauti hii? Mimi naitwa Dennis Denominator na hapa ni Super Supertrav. Endelea kutufolo kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.